Washakubali kuna majini Waislamu kiwa katai. Sasa ile kitu ambayo anafanya, nimesoma kitabu, amekubali kitabu, kimeandikwa na mashehe wa Kiislamu na kitabu kinasema majini wa Kiislamu huwa wanakaa kwa nyumba za Waislamu wakiwa wanafanana nyoka, na Muislamu akiona nyoka asiuwe ndani ya nyumba, aogee nayo maana a atakuwa ameua Muislamu mwenzake. Sasa mimi hapo nimeongeza nini? Hakuna. Kuna kitu nimeongeza? Hakuna. Sasa unasema ati nimeongeza nimeongeza nini? Wewe kama ungekuwa mkweli, ungejua hiyo ungechukua hiyo kitabu, alafu usome, useme ameongeza hapa, amekosa hapa. Lakini unaongea tu na mdomo wako. Hadi huyo sasa wewe sasa mimi nimekwambia hivi majini ni malaika walioasi. Unajua nyinyi mnaamini majini ni kiumbe kikine. Sisi tunaamini majini ni maraika walioasi. Sisi kama nyinyi. Sasa unakuja hata nikusomea kama Qur'ani hata majini wameubwa kwa moto. Hiyo ni elimu ya msikitini, na si ya kweli. Unaona eh? Hiyo ni imani ya msikitini. Sasa mimi nauliza swali. Nauliza swali msomaji, si niko dakika tatu? Ndio. Niko dakika ngapi sasa hii? Niko dakika tatu na, nauliza swali. Kwanza, nipe buhuruma hani ukulaza warobaini tatu. Mwislamu yoyote akiamuka asubuhi paka atawale mapua mapua aweke maji, semeni nuogo amwekaji mapua maji asubuhi mambo. Ebu nipe ukulaza warobaini tatu, ukulaza warobaini tatu hadi arobaini nne inasema Abu Huraira, Abu Huraira amesimulia amesimulia Mtume amesema Muhamadi amesema mmoja wenu muislamu anapoamka kutoka usingizini, Ehe. Basi aisafishe pua yake mara ngapi? mara tatu. Kwa nini? Kwa hakika hey. shetani hey. analala hey. katika tundu za pua yake. Mapua ya Waislamu ni godoro la shetani. Kwa hivyo shetani analala kwa mapua ya nani? aubuishiina Ayubu 27:3 mapua ya Wakristo tokeni huko. Una, unajua hakuna nabii wa Mungu Muislamu, hakuna hata moja. Uislamu ni duka ya Muhammad business, alifukua akiwa maskini, akava akiwa tajiri

Kwa hakika, kwa hakika, nauliza, Waislamu ambao ni majini waliosilimu ni madugu zenu wote. Waislamu wote ni ndugu. Mimi nauliza swali, majini Waislamu walio silimu ni ndugu zenu, kuseme ndio ama sio?